Habari ah, za asubuhi kila mmoja, karibu katika mkutano wetu. Tunamshukuru Mungu kwa jinsi ambavyo amekuwa akimtumia mtumishi wa Bwana kuwa baraka kwetu. Maombi yangu kwako ni kwamba Mungu atakufanikisha katika maeneo yote ya maisha yako kwa jina la Yesu. Na kwa haraka, hebu na tuwe na neno la maombi. Baba, tunakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu, na tunakushukuru kwa ajili ya wakati huu, na asante kwa jinsi ambavyo umetukusanya kutoka mbali na tunaomba ya kwamba kwa Roho yako baraka zako zitakuwa ni za kudumu katika maisha yetu kwa jina la Yesu. Hakuna yeyote anayesikia sauti yangu atakayerudi kama alivyo, kwa jina kula pekee la Yesu tumeomba, amen. Nataka kuamini ya kwamba And the coppers in this workshop. Ah, workshop, the kila mmoja anayo ratiba, kabla. Okay, hatujaenda mbali, somo tunalolitazama leo ni kujenga mafanikio au taaluma yenye mafanikio kwa maadili katika maeneo yote au then, kujenga taaluma yenye, ma, yenye mafanikio katika maeneo yote kwa maadili. Tunapozungumza juu ya kujenga ni kuweka jengo kabla haujajenga unaweka msingi. Weka ule msingi ambapo jengo litasimama imara. Kwa hiyo unajenga taaluma yenye mafanikio katika maeneo yote, lakini kwa maadili. Unajenga kusudi, unajenga mpango wa maisha yako wa Mungu. Mungu ana mpango katika maono yake, na sisi kama wafuasi lazima tufuate ratiba ambayo meiweka kwa ajili ya mafanikio ya maisha yetu. Jenga taaluma yenye mafanikio katika maeneo yote bila kuwa na maua, taaluma ambayo vizazi mbalimbali vitakuja na kutazama katika ile taaluma yako na kujenga hapo. Tazame Luka sura kumi na mbili mstari wa kumi na sita Luka kumi na mbili Mstari wa kumi na sita hadi kumi na nane. Um, akawambia mithali akisema, shamba la mtu mmoja tajiri lilikuwa limezaa sana. Kaanza kuwaza moyoni mwake akisema, nifanyeje maana sina pa kuyaweka akiba mavuno yangu? Akasema, nitafanya hivi, nitazivunja gara zangu nijenge nyingine kubwa zaidi, na humo nitaweka nafaka yangu yote na I vitu vyangu kisha nitaiambia e nafsi yangu cool, una It vitu vingi vyema vingi ulivyojiwekea akiba it's kwa miaka mingi, pumzika basi, ule unywe Yes, ufurahi. Na naona maisha ya huyo mtu katika hiyo mithari ambayo Mungu aliwapa hao watu, Yesu aliwapa hiyo mithari na kuwaonyesha kwamba maisha mwanadamu hayategemei tu maarufu, maisha mwanadamu hayategemei tu mafanikio peke yake, maisha mwanadamu hayategemei ukwasi, maisha mwanadamu hayategemei umaarufu, maisha mwanadamu hayategemei mafanikio tu. Ndio maana lazima utazame mithali hii ya huyu mtu ambaye alitaka kujenga taaluma, ndiyo anajenga taaluma, lakini haikujengwa kwa maadili taaluma yake haikuwa inapendeza, haikuwa inafuata hai mpango halisi ambao Mungu alikuwa shot nao kwa ajili ya taaluma hiyo. Kama tulivyo walio wengi katika siku za leo, tunapojenga jina letu tunadhani tumefika au tunapojenga tunapopata maendeleo fulani tunadhani tumeenda mbali, tunasahau ya kwamba Mungu ana mpango kwa ajili ya maisha yetu lazima tuhakikishe ya kwamba asili ambayo Mungu anaiweka ndani yetu lazima idhihirike kwa nje. Ulimwengu lazima utuone tukiwa tunajenga mjengo bora. Tunaona kwamba Yesu mwenyewe alitupa mfano wa wazi picha la wazi ya kwamba yeyote ambaye atajenga lazima azingatie msingi ambao anaweka na ana anajenga juu yake. the ni msingi upi? Upi unao utumia push push kujenga? the Sasa ni msingi upi ambao umeuweka kwa ajili ya jengo hilo kubwa? Na lazima uelewe ya kwamba umaarufu, mafanikio haina maana umefika tajiri. Na ndio maana tunatazama somo hili, tunataka jenga mafanikio ambayo yana maadili yana, ni, ni, ni, ni maendeleo ambayo yanakubalika. Hataki tu kuwa na maendeleo kwa maana ya kiso masomo, nataka kuwa na maendeleo, tuwe ni bora katika maeneo yote, kisiasa, ajira, taaluma mbalimbali, lakini kuwepo Kami na ule kuwepo na maadili. Tazame jambo la kwanza kwa haraka ni viwamba jengo vya maendeleo rounded, au mafanikio yenye What maendeleo viwa ni viwambajengo vipi? Ni yapi yaliyomo katika taaluma au taaluma yenye maendeleo au yenye mafanikio? Luka kumi na mbili tuna ona yaliyomo katika mithari ya huyu mtu yanapendeza ya lakini hayakuchanganyika na virutubisho vya kiroho. Tunaona mithari ambayo Yesu aliwapa ni mithari nzuri in lakini habari za huyu mtu hazikuwa na virutubisho so vya kutosha. Waefeso 17 Waefeso sura ile ya 3 mstari wa kumi na saba Waefeso tatu kumi na saba, Kristo akaye mioyoni mwenu kwa imani, mkiwa na shina na msingi mkiwa na shina na msingi katika upendo ili mpate kufahamu pamoja na watakatifu wote jinsi ulivyo upana na urefu na kimo, kimo na kina. Unapojenga lazima uhakisha ya kwamba mjengo wako unajitosheleza umekamilika katika maeneo yote. Taaluma yako ijengwe ili kuwa na mafanikio katika maeneo yote. Ujue watu wana malengo mbalimbali katika taaluma zao. Kwa hiyo baadhi yao wanataka kujenga tu taaluma inayowasaidia kufanikiwa wao tu, wapate fedha zinazotosha kuhudumia maisha yao na familia zao na wafanya waonekane wameridhika kifedha. Kwa hiyo tunaona kuna wanaojenga ili tukuwa na hiyo riziki ya, ya siku, wanataka tuokuwa na kuinuliwa kupanda juu na kadhalika, lakini tunapojenga taaluma zetu lazima tufanikiwe katika maeneo yote, na ili tuwe hivyo, haya ndiyo yaliyomo Three, lakini pia tunaona kuna kule kuridhika, kama mtu binafsi. Kama utafanikisha malengo yako ni lazima la kama utafika katika kile kilele cha mafanikio yako ni lazima uweze kufanikiwa katika maeneo yote, lakini pia kugusa ulimwengu wote kupitia uwezo wako kitaaluma, uweze kuwa na mguso kisiasa, kijamii na kugusa watu wengine. Ni pale ambapo Mungu anapotuinua, ni lazima tuguse ulimwengu wa kuyafanya mapenzi ya Mungu, tutende neno lake, tufanikishe mafanikio yetu tukiwa ni watu ambao tuna maadili. Ndio maana kitabu cha Yoshua kinasema, kitabu hiki ki, ki, kisondoke kinywani mwako na utakitafakari usiku na mchana, ili upate kuyazingatia aliyomo na kutenda, na hatimaye uwe na mafanikio mema. Naomba kwa ajili ya sote tulio hapa, we ya kwamba haya yote yatakuwema katika maisha yetu kwa jina la and Yesu and it, lakini pia A start-up running up ni lazima tuwe na biashara ambazo yes, ni endelevu, things, the, the Una business, thing, endelevu burning, unakuwa na biashara ambayo ni endelevu, unakuwa na jina the lako the au unakuwa ni mkuu wa taasisi. Kuwa mkuu wa taasisi kupea mafanikio katika maeneo yote political, uwe ni mtu unayetambulika kisiasa, uwe ni mtu ambaye unatenda mambo makubwa na yawezekana, au kudhani ungekuwa kwenye siasa, lakini Bwana akikupeleka hapo uwe pale na usafi uweke mambo sawa yote, na uhakikisha kwamba una yote ambayo Mungu anatakiwa akupatie ili uingie pale na uweze kufanikisha. Ndio maana unapaswa kuwa makini namna unavyojenga mafanikio yako. Je, unapojenga mafanikio yako, so ni kutafuta umaarufu au una, una maadili au unataka kupata milikitu mbalimbali? Lazima uelewe ya kwamba Mungu anataka tuwe na mafanikio katika maeneo yote, lakini tuwe na maadili lakini kuwa mtu ambaye utatumiwa na Mungu katika is, is majira na taaluma yako. Haya ndiyo mafanikio katika maeneo yote, kuwa nyenzo ambayo Mungu anaitumia, kuwa nyenzo ambayo hakuna mtu mwingine yeyote anaweza like kaipuuza, kwa sababu wewe ni mtu mwenye ule God usafi na una maadili. Na Mungu atatusaidia tutafikia vilele vya maisha yetu kwa jina la Yesu. Kama utamtazama mtu ambaye Yesu sasa anatupa kama kielelezo katika kitabu cha Luka, huyu mtu alifanikiwa, lakini ni kwa mtazamo wa kidunia. Hakuwa na nafasi kwa ajili ya Mungu katika mpango wake na katika miliki zake, hakuwa na nafasi kwa ajili ya Mungu, Mungu kuwa ndiyo kiini cha mafanikio yake, kiini katika rasilimali zake na ukuu wake. Hebu natuchambue sasa njia ya huyo mtu tajiri. Tunachokiona katika maisha ya huyu tajiri ni kwamba alikuwa capita na utajiri yes, wa kiuchumi. Ndiyo, alikuwa na mtaji wa kiuchumi. Mtaji wa kiuchumi, ndio alikuwa ni mkulima. Kulima au ulimaji au kuwa na kilimo ni mtaji wa kiuchumi, lakini pia alikuwa na mikakati mizuri ya uwekezaji, alikuwa na mikakati mizuri alikuwa ni nguli katika uwekezaji. Alijua mno mengi mno katika namna kuwekeza, na ule ule unguli na ule umakini free, na kuvuna ile faida, alikuwa na historia Investment ya uwekezaji wenye kimkakati , lakini akili yake ilikuwa ni akili pia ya kupata mtaji mkubwa mno. Akavunja ghala zake za zamani na akajenga ghala kubwa mno. Kwa hiyo tunaona alikuwa ni mtu mwenye kutaka kupanua mtaji wake, hakuridhika. Hakukaa tu na kusema nimepata utajiri na kuweka tu kando yale mazao yake, hapana. Alivunja gala za zamani yeah, na kujenga la nyingine. Lakini tunaona alikuwa ni mtu aliyejikita katika jambo moja na alijitoa mno, alijitoa hasa, hakuwa na kuyumbishwa, hakuwekeza katika biashara zingine. Alikuwa na lengo ambalo lilikuwa ni kuwa mkulima. Alikuwa, alikuwa akuangaishwa akua akua na mengine labda mambo ya mtandao so na kula alijikita katika jambo moja. Alikuwa na maisha ambayo yameshitoa katika Single jambo and moja na alijiweka wafu katika hilo. Tunaloliona lingine ni kwamba alikuwa ni mtu binafsi na mwenye kutazama taaluma yake it na, na mambo yake tu, alisema LMA, hebu LMA in, nanile so nafsi yangu ule ufurahi. So alikuwa ni binafsi mno, alikuwa ni mtu mwenye kujitazama yeye na tunaona kwamba ubinafsi au kupi faida katika ulimwengu huu katika Luka pale tunaona said, Luka kumi na mbili pale na mstari wa kumi na saba tunamwona tu anazungumza habari zake mimimi, mimi mimi, ndio maana hakumwihusisha Mungu katika shughuli zake the the zote, lakini haitokuwa hivyo kwetu kwa jina life la Yesu. Alikuwa anajitukuza mno, anasema nitafanya nitafanya, alijiaminia mno na alijitazamia peke yake mno na ndiyo maana uh, uh, Mungu alimkataa. Na hiyo ina maana gani? Maisha yake yalijikita tu katika kutafuta fedha vitu tu, hakumtambua Mungu, akamweka kando Mungu, alijifikiria mimi mimi mimi, mimi, mimi, mimi, mimi akamwacha Mungu kando katika utafutaji wake, na kitazama mwisho, mtu, mwisho wa huyu mtu mwisho wake haukuwa mwema. Kwa nini God? Kwa sababu Mungu alimwonyesha kwamba pamoja na yote ulioyapata, umaarufu ndiyo tunaelewa, right, ndio wee ni mtu tajiri time mno katika mji huo uliopo, na wewe we na mawazo mazuri mno na weo ndio naichwa yote anayeendelea kama ambavyo wanasema mimi nataka wanichue na alikuwa na ulimwengu wake, alimwondoa Mungu katika utafutaji wake. Haijalishi umefikia kiwango gani, as kama mwanafunzi kama, kama mfanyakazi, lazima uelewe ya kwamba Mungu lazima ahusike na mambo yako. Mungu mind, is awe ndio kiini awe Mungu. Mungu, kama kuna yote ambayo umeyapata katika maisha na Mungu hajakupatia kuna nafasi ya kuweza kuyapoteza hayo. Haya ndio maisha ya huyu mtu tunaona, unaona poteza umaarufu wake alipoteza shamba lake na yote aliyo nayo, na hakukumbukwa tena. Kwa nini? Kwa sababu alimweka Mungu nje katika harakati zake za in kutafuta in utajiri. So na haitokuwa hivyo kwako kwa jina la Yesu. Jambo la pili ni changamoto ambazo zime zikita katika njia challenges. The challenges, changamoto hatuwezi kuziepuka, zitakuwa pale. Lazima tuelewe kwamba changamoto zitakuwepo, lakini pamoja na hizo changamoto, wewe lazima ujenge maisha yako kwa maadili maisha yako, maisha yako. Maisha lazima yajengwe juu ya neno la Mungu loandikwa. Lolote ambalo alijengwi juu ya neno la Mungu loandikwa alipaswa sehemu ya ujenzi wako. Lolote amnalo lijenga Mungu lazima awe sehemu Changamoto mbalimbali ambazo zinatukabili mazingira mbalimbali yanayotukabili iwe ni, ni, ni ajira na taaluma, mambo ya endi namna ulivyotarajia, mambo yamebanika na mtu anataka kubadilisha kile kiwango. Hebu tazame Matayo saba, Matayo saba. Tazama pale Matayo saba 24 mstari wa ishirini na nne Mathayo saba ishirini na nne. Basi kila asikiaye haya maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba, mvua ikanyesha mafuriko ya kaja, pepo zikavuma, zikaipiga nyumba ile, isianguke kwa maana misingi yake imewekwa juu ya mwamba. Na kila asikiae hayo maneno yangu asiyafanya, atafananishwa na mtu mpumbavu aliyejenga nyumba yake juu ya mchanga. Mvua ikanyesha, mafuriko ya kaja, pepo zikavuma zikaipiga nyumba ile ikaanguka, nalo anguko lake likuwa, likuwa likawa kubwa. Ndiyo changamoto zinaweza zikawepo pale, na ndio maana lazima ujue ya kwamba msingi wako ni wa muhimu mno. Kwa hiyo kama oh, unajenga kama Mungu ajakupa ramani, usijenge, kwa sababu utakuwa unapoteza muda, utakuwa unapoteza rasilimali zako, utakuwa unapoteza neema ya Mungu juu ya maisha yako. Ndio maana Bibilia inatuambia ya kwamba Mungu ametuita na kututeua A, wow, kama mjenzi mwenye hekima, Mungu ametuita ili tujenge. Na anasema ameweka msingi na huo msingi alioujenga, wewe unajenga nini juu yake? Je, unajenga juu ya msingi ulio imara au msingi usiokuwa imara? Naweza ukaona ya kwamba msingi huu ulipigwa na mvua, lakini msingi uliokuwa juu ya mwamba, nyumba ilisimama imara pamoja na changamoto. Jenga taru Ambayo itadumu pamoja time, na changamoto mbalimbali. Jenga taaluma ambayo itakabili changamoto mbalimbali za kijamii, taaluma ambayo itakabiliana na changamoto na, na, say, na changamoto na majaribu mbalimbali. Jenga taaluma ambayo itadumu, ambayo itakuwa na msingi imara. Wewe unajenga juu ya msingi upi? Kama mwanafunzi wa kawaida, kama mwalimu je, msingi wako na yumba au umeanza kupinda? Na ndiyo maana tumekusanyika hapa, ili kukagua misingi ambayo tunajenga juu yake katika kazi, katika masomo. Tukumbuke ulimwengu umezingilwa na mafuriko, vyeo, position, nafasi, mamlaka. Uharibifu imekuwa ni jambo la kawaida katika maeneo mbalimbali hata katika ministry. Wito wa Kikristo na ulimwengu unakumbatia rushwa, kutokuwa mwaminifu, convince, na mambo mengine kama hayo. Na changamoto hii ya kujaribiwa kutokuwa mwaminifu na kuwa muhuni yamekuwa yeah, yeah, ya zimekuwa kila mahali, changamoto kila tunapokuta, iwe ni katika elimu tunaona rushwa iko pale, iwe ni katika siasa ndio usiseme. Lakini uamuzi utakaofanya ndio utakaodumu. Kuna mtu anatuambia kitu, anasema wananicheka, wana wana you know, kwa sababu wanasema tuko pamoja, lakini nawacheka kwa sababu mimi niko tofauti. Lazima ujitofautishe popote utakapokuwepo. Usiwe kama wao, usiwe kawaida kama wao, namna wanavyofanya mambo yao. Daima jitofautishe watu ambao wameshitofautisha. Mtazame baba yetu katika Bwana Mchungaji WF Kumuyi, hakuna mtumishi anayeweza kuwa katika mzani mmoja na yeye. Ametofautishwa mno, ametenganishwa mno, maelekezo yake amenyoka, na huyu ni mtu anayekwenda maeneo mbalimbali, huyu ni mtu ambaye amekwenda maeneo mbalimbali na anaendelea kuendelea. Maombi yangu kwako ni kwamba Mungu atakupa roho ya namna hiyo ya baba yetu kwa jina la Yesu, lakini changamoto ya kujaribia kutokuwa kuwa mwaminifu iko pale lakini daima lazima usimame kwa ajili ya maisha yako. Simama na maandiko, usipindishe kiwango, usifanye lile lisiohitajika, right. Fanya linalohitajika kwa wakati, na Bwana atatupa roho ya kuweza kuzishinda changamoto na kusimama, na kusimama wima kwa jina la Yesu. Kipengele cha tatu, kujiweka wakfu kwa ajili ya taaluma na kujishughulisha kiroho. Kujiweka wakfu Kam kama utakwenda mbali mba, lazima uongeze kujiweka wakfu kwa kirutubisho katika wewe kuyaendelea kuyafikia maendeleo yako. Unajua, kujiweka wakfu, lazima ujiweke wakfu, haki lazima iwe pale, na maisha yako lazima yawe pale. Zaburi Someone, Zaburi sura ya kwanza mstari wa kwanza. Zaburi sura ya kwanza, someone, I read Zaburi sura ya kwanza mstari wa kwanza hadi wa sita. Biblia inatuambia heri hele hele hele, mtu yule, heri mtu yule, kuna baraka, heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala hakusimama katika njia ya wakosaji, wala kuketi barazani pa wenye mzaha, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo na sheria yake huitafakari mchana na usiku, naye atakuwa like kama mtu uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, uzao matunda yake kwa, kwa majira yake, wala jani lake like alinyauki, na kila litendalo litafanikiwa so. Sivyo walivyo wasio haki so, haoni kama makapi mstari wa neo yapeperushwayo na upepo Lazima uelewe ya kwamba Mungu ana mpango kwa ajili ya sote, na mpango na mpango wetu, mpango wake kwa ajili ya sisi sote ni kwamba lazima tujiweke wakfu, na baraka ya Mungu daima inadumu pale kwa ajili ya watu wasiokwenda, katika shauri wasio haki. Unasema identical circumstances kwa hiyo tunaona njia wasio haki ni rushwa so, na mambo mbalimbali yasiyofaa, lakini tunamwona mwenye hekima alitumu, kwa sababu alijenga ja juu ya mwamba imara. Yesu alizungumza juu ya yule asiyekuwa na hekima, kwa sababu alijenga nyumba yake juu ya mchanga. Unajua, unapojenga mjengo wako lazima ujenge kwa hekima, usijenge juu ya hekima ya kidunia na maarifa ya kidunia. Namwona huyu anajenga kwa namna tofauti. Msingi unajarisha mno, nimezungumza hilo, msingi unaojenga una azimu jengo ambalo utakuwa nalo. Hauwezi kujenga kuweka msingi wa kawaida yeah, na ujenge jengo kubwa, haiwezekani no. Unaweza ukafanya hivyo, lakini unaweza ukagundua ya kwamba jengo hilo halitodumu. Lakini maombi yangu kwako ni kwamba unapojenga, hautojenga mbali na mapenzi ya Mungu kwa jina la Yesu. Jamii zetu zimekuwa zikituambia daima ya kwamba siyo rahisi, ila ni kwa hekima ya kweli, inahitaji msingi mzuri na maarifa yanayotosha so. Lakini lazima tuelewe ya kwamba Mungu anataka tuwe ni watu, watu wa tofauti religious. Tuna dini na kuna mambo ambayo watu wanafanya, so lakini lazima uelewe ya kwamba maisha be yako be lazima yawe tofauti God na watu wengine. Mungu anatutaka wa kama waamini tujiweke wakfu katika yale tunayoyafanya, lazima tujiweke wakfu. Tunapojiweka wakfu tukaongeza na haki progresses maendeleo yetu, Mungu anakuwa pale put, na anatusaidia. Lakini unapomwondoa Mungu, basi zile shughuli zetu za kujitafutia mafanikio the tunakuwa your hakuna uwiano. Haijalishi unapanda juu kiasi gani, kama it, huna Mungu, kuna siku utashuka chini. Ndio maana tunatazama ujumbe huu mafanikio tukiwa ma ma so ma help you. right na maadili. Chunguza mafanikio yako. Je, maadili ni sehemu ya mafanikio yako au umeweka kando maadili? Lakini tunaomba ya kwamba mungu atakusaidia uongeze haki na kiroho katika kusimama katika maeneo yako yote katika kutafuta mafanikio kama utakwenda mbali, hebu tembea pamoja na nuru. Kama utakwenda mbali, hebu wende ukiwa umebeba mizigo myepesi. Naam, sio wende na nuru. Kama utakwenda mbali, usibebe mizigo mno. Je, unasafiri kwa namna gani? Je, unasafiri kama mzigo Je, kuna dhambi katika maisha yako? Unajua dhambi haina kitu kingine cha kufanya isipokuwa kukutia you uzito. Utajaribu kusonga mbele, utajaribu kuusogea mbele, hautoweza kwa sababu utakuwa na ugumu kusonga mbele. Lazima uelewe ukweli huu ya kwamba Mungu anataka ujitambulishe na Mungu. Lazima uachane na mzigo wa dhambi, uachane na mzigo wa uovu ili uende mbali kuna nafasi

a miguu yetu, simama kwa miguu yako na tuombe, ya kwamba Mungu atatupeleka juu, yote tunayo yahitaji kwa ajili ya maisha yetu ili tuende mbali. Hatutaki kuwa kama yule mtu ambaye hakuwa na hekima. Anaweza akasema ya kwamba alikuwa na hekima yule mtu lakini hakuwa na msingi imara. Wewe ni msingi gani ambao juu yake unajenga taaluma yako? Ni yapi unayoyafanya sasa? Unajihusisha na nini? Ni mambo gani unao Gusa wewe. Kama hakuna uaminifu katika hayo ambayo unayajenga, ni dhahiri utaanguka hivo. Na tuombe ya kwamba Mungu atatupa neema, jenge mafanikio yenye maadili katika maeneo yote, kwa jina la Yesu tumeomba. Mungu, tunakushukuru kwa jinsi ambavyo umetukusanya ili Bwana kutuamsha na tuweze kufika pale ambapo nataka tufike. Bwana tunaomba ya kwamba pale unapotaka tufike tufika, tutafika kwa jina Our la Yesu be maisha yetu yatapendeza, maisha yetu yatakuwa ni kielelezo, ili watu wajifunze na kufuata nyayo zetu. Bwana fanya hivyo katika maisha At yetu, mwisho wa ratiba hii tupe ushuhuda kwa jina West. la Yesu tumeomba, amen.